Rais Samia Suluhu wa Tanzania sasa ametaka mazungumzo na upinzani wa taifa hilo baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata na ghasia. Wito huu ukitolewa siku moja baada ya kukamatwa kwa katibu mkuu wa chama cha upinzani cha CHADEMA, Amani Golugwa kwenye msako wa kuwatafuta washukiwa wa ghasia za baada ya uchaguzi. Mimi, Samia Suluhu Hassan.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 Rais Samia amekosolewa pakubwa kutokana na uchaguzi huo ulioshuhudiwa kuzimwa kwa mitandao na hata vyombo vya habari. Waangalizi wa mashirika kama vile Umoja wa Afrika na hata Muungano wa Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC yakisema haukuwa huru na haki. Na